Rais Ibrahimu Traore wa Burkina Faso aikosoa vikali kamandi ya kijeshi ya Marekani barani Afrika. Rais Ibrahimu Traore wa Burkina Faso amemkosoa vikali mkuu wa kamandi ya kijeshi ya Marekani barani Afrika kwa kuingilia mambo ya ndani ya nchi yake huku ya akisema kuwa Muungano wa Nchi za Saheli ulioundwa hivi karibuni ni mfano wa mshikamano barani Afrika. Traore ambaye alitembelea mji mkuu wa Russia Moscow kusherehekea miaka 80 ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Nazi katika sherehe za ushindi, alitoa maoni hayo katika mahojiano na Sputnik News. Muungano wa mataifa Sahel ulioundwa na Mali, Niger na Burkina Faso mwaka 2023 umebadili kabisa mlingano wa nguvu za kimkakati kwa madola ya kikoloni ambayo yanataka kuendelea kutawala nchi hizo. Muungano huo unafanya mabadiliko makubwa ya kistratejia ya kimataifa ikiwemo kujiondoa kutoka jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS. Katika mahojiano hayo, Rais Traore amekosoa jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS akilaumu shirika hilo la kikanda kwa kudanganya nchi ambazo ilikuwa imeahidi kuzisaidia. Traore amesema vikwazo kutoka ECOWAS vimevuruga nchi za Sahel badala ya kuimarisha mshikamano. Rais Traore amelaani kuundwa kwa kikosi cha kijeshi kilichokusudiwa kupambana na nchi za muungano wa mataifa ya Sahel badala ya kuziunga mkono dhidi ya tishio la pamoja la ugaidi. Traore ameongeza kuwa wananchi hata katika nchi hizi za ECOWAS wanaiunga mkono na wanaelewa malengo ya muungano wa mataifa ya Sahel. Captain Traore ambaye amelinganishwa na kiongozi wa mapinduzi wa Burkina Faso Thomas Sankara alifichua gharama binafsi ya uongozi wake katika juhudi zake za kufikia umajumui wa Afrika. Amejitolea usingizi wake, amesema Nilikuwa ninalala masaa mawili. Sasa nimepunguza hadi saa moja. Amesema ataendelea kuwa mwaminifu katika mapambano ya umajumui wa Afrika, vita anavyoona kuwa muhimu kwa uhuru kamili wa bara la Afrika. Kiongozi huyo mashuhuri wa Burkina Faso amesema, Afrika imeteseka sana, ni wakati wetu kuungana, kufanya kazi, kujiendeleza ni jukumu letu na tutalitekeleza. Nguzo kuu ya maono yake ya uhuru ni jeshi lenye nguvu na linalojitegemea. Ibrahimu Traore amelalamika jinsi vikosi vya kigeni vilivyodhoofisha uwezo wa ulinzi wa taifa la Burkina Faso. Traore amekosoa vikali Africom, kamanda ya kijeshi ya Marekani barani Afrika, akilaumu makamanda wa kikosi hicho kwa kueneza uongo kuhusu ushirikiano wa kimataifa wa Burkina Faso na usimamizi wa akiba ya e dhahabu ya nchi hiyo. Amesema tunayo haki ya kuanzisha uhusiano na yoyote tunayemtaka, huu ndio uhuru. Amemtaka kamanda Africom kufuta taarifa zake potofu na kuomba radhi. Hivi karibuni kamanda wa Africa Michael Langley alitoa ushahidi mbele ya kamati ya huduma ya kijeshi ya bunge la Seneti la Marekani na kumtumu Traore kwa kutumia akiba ya dhahabu ya Burkina Faso aliyoitaifisha ili kulinda utawala wake wa kijeshi. Akimjibu kamanda huyo wa Marekani mwenye asili ya Afrika, Traore amesema anapaswa kujitazama kwenye kio, aone aibu na atoke hadharani aseme, nilipatiwa taarifa zisizo sahihi na jutia hilo. Wakati haya akiendelea kwa mwamba Ibrahimu Traore ni kupeleke kwa mwamba wa Mali Jenerali Asimi Goita, ambapo serikali ya kijeshi nchini Mali inayoongozwa na jenerali huyo imetangaza kusitisha shughuli za vyama vyote vya kisiasa na mashirika kiraia yenye muundo wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Waziri anayehusika na mageuza ya serikali Maman Mnasire ametangaza uamuzi huo kupitia taarifa iliyotolewa kupitia televisheni ya taifa wakati wa mkutano maalum wa baraza la mawaziri. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwepo na jaribio la mara kwa mara la kupinga kusitishwa kwa shughuli za vyama vya kisiasa nchini humo. Mwezi uliopita Aprili, mawaziri wa Mali walipendekeza kuongezwa muda wa kuhudumu kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo Asim Goita hadi mwaka elfu mbili na thelathini. Goita ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka elfu mbili na ishirini na ishirini na moja ameahidi kuandaa uchaguzi, japo mipango hiyo imeahirishwa kwa sababu za kiufundi bila ya kutolewa muda maalum wa kufanyika kwa zoezi hilo kwa mujibu wa tangazo hilo la Maman, watu wanaohudumu katika taasisi za kisiasa na kiutawala za serikali kwa sababu ya kuteuliwa kisiasa wanaweza kuendelea na majukumu yao, lakini bila kudai kuwa ni sehemu ya chama chao. Serikali ya mpito inabainisha kuwa hatua hii inafuatia kufutwa kwa mkataba wa vyama vya siasa. Anasema tupo kwenye mchakato wa mageuzi, ameeleza Maman Nasire akibainisha kuwa mchakato huo utaendelea . Itabidi sheria mpya itungwe hasa kwa ajili ya usimamizi wa maisha ya kisiasa ya Mali. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeokosoa wa uamuzi huo likidai kuwa eti ni pigo jingine kwa demokrasia nchini Mali. Vilevile, chombo cha udhibiti wa vyombo vya habari nchini Mali kimeipiga marufuku idhaa ya televishen ya Ufaransa nchini humo kutokana na kile ilichokiita ni maneno ya kashfa iliyoyatoa kuhusu maandamano ya demokrasia. Mamlaka hiyo ya mawasiliano imesema televishen ya TV5 Mond ilitoa taarifa kwamba mamia ya vikosi vya kijeshi vilimwagwa barabarani kuyazuia ya maandamano hayo siku ya Mei tatu, ilihali wanajeshi hao walikuwa pale kuhakikisha usalama kwa waandamanaji. TV5 mond haijatoa maoni mara moja kuhusu marufuku hiyo. Mamlaka ya Mali imezima pia mawimbi ya vituo vingine vya habari vya French 24 na Radio French International kwa miaka mitatu. Kama ilivyo kwa mataifa ya Bukina Faso na Niger, Mali pia inaongozwa na utawala wa kijeshi. Shukran kwa bado yoke vita historia ya dunia. Mimi ni Richard show the rich voice, ni felo Instagram na TikTok kama rich voice official. Asante sante.